Hujambo na karibu mpendwa mtazamaji wa Sauti Yangu TV hapo ulipo. Naamini ya kwamba wewe ni muheri wa afya popote pale ambako unaendelea kututazama kupitia runinga yako na simu yako kwa wakati kama huu. Mtazamaji mpendwa, leo ni tariki 4 Juni 2025 na hapa tunakuletea habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo ni pamoja na zile zisemazo kuwa milio ya risasi imesikika kwa wingi usiku wa siku ya pili ya tarehe 3 Juni 2025 ndani ya muji wa Baraka na ambayo ilipelekea wasiwasi mkubwa kwa raia wa mji huo na kupelekea baadhi ya mfanyabiashara kupoteza bidhaa zao. Mkuu wa sekta ya Lulenge pa Kilembwe Zawadi ya Bandelo Abambe ameomba kwa baadhi ya makundi ya wa wazalendo kuachana na tabia ya kuwa napiga risasi ovyo ovyo kwani inakuwa inasababisha vinyume vingi kwa raia. Pendwa mtazamaji, tutakuwa na habari zingine zisemazo kwamba shirika la raia katika tarafa ya Fizi linaendelea kuomba serikali kuu ya Kinshasa kupitia wizara yake ya uchukuzi na mawasiliano kuregeza kamba juu ya hatua iliyochukuliwa ya kufunga bandari na vivuko visivyo halali kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zingine zinasema ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi ameitikia mwito wa mpinzani wake Martin Fayulu wa kutaka mazungumzo ya ana kwa ana kwa ajili ya kutafuta suluhisho ya mzozo wa kiusalama unaoendelea kuripotiwa nchini humu hasa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa mtazamaji, kuna hayo na mengine mengi ni katika taarifa zetu hizi za habari, ila tunakusii mara tena kama bado kusubscribe kwenye chaneli yetu, basi ufanye hivyo ili kuendelea kupata habari matukio pamoja na vipindi vinavyokujia kila saa na dakika. Hivi sasa wacha tuanze habari zetu kwa undani na habari hizi za kule kwenye muji wa Baraka. Mashirika ya kirahia na shindikizo za kirahia Baraka Fizi zimemwandikia gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini kibarua cha kumtaka kufika eneo hilo ili kuja kuona raia na wapi miradi aliyowaahidia ilipoishia. Katika mazungumzo na chaneli yako bwana Albert Tonda Maisha, msemaji wa muungano huo wa mashirika ya kiraia Baraka Fizi, ameonyesha hapa kuhusu kibarua wa hicho walichokiandika. Kama vile watu walivyojua baada ya Ngwabije kutoka ilikuwa utawala wa Purusi wakiwa pamoja na vice guvernere mtoto wetu Jean Jacque Lakano. Ngwabije manda yake yote iliisha kufika Fizi Baraka, na hakuna chochote ambacho Fizi Baraka iliwahi kufaidika. Na hapo tulikuwa tukisema sana na hakuna ambacho akikufanyika. Leo Purusi ameingia, wanamuita muteritwari zingine Magufuli. Hatuwezi kumwita Magufuli kwa sasa, tumetegemea kwamba muda uliopita mbele ya, ya vurugu ambayo imetokea mu province ya Sud Kivu. Kila wakati Purusi atakuya, guvener atakuya. Mpaka kisi vurugu imefika, guvenera ameenda inje ya province, na kulikuwa miradi ingine ambayo tayari ikuwa imetegemewa imesema kwamba tayari iko pale itakuja kama vile mil lampader kama vile baraja ya Malicha kama vile 30000 dollars ya ya, retrocession ya subvention ya kufanya progenic. Zingine teritwari na zingine vile ambazo zilikuwa sible, tayari pesa zimetoka za Baraka Fizi, hatujue ziko wapi. Fizi. Upande mwingine Albert Tonda Maisha amesema ni dharau kubwa ambayo gavana aliitenda kwa raia wa Baraka Fizi, kwa vile gavana huyo Jean Jacque Purusi alifika eneo hilo na kuto kuongea na raia kupitia kuendesha hotuba ya hadharani kama anavyofanya kwenye miji na matarafa mengine. Sisi tulitegemea wakati tulipopata habari mitaani, sisi hatukupata habari kabisa ofisieli kwamba gouverneur delegasyon yote itakuja kufika Baraka kutoka Kasaba ambapo alipokuwa gouverneur, amefika usiku na ametoka usiku, kwa sababu hakuna yule ambaye amemwona asubuhi. Yaani alifika usiku na ikawezekana alitoka usiku. Tuliwazia kwamba atafika, ataongea na raia wa jiji la Baraka. Wajene wengi wameingia uzalendo Vice guverner amesensibilize wa jeune kuingia uzalendo na kwenda kufanya front kule muplene na watoto wa mama wa baba wa wale vijana ambao wanatetea kule kufront, wako hapa Baraka, wako Fizi. Tulitegemea guverner atafanya mitingi asubuhi subuhi yake, aongee na wale wa raia, awapatie pole kama vile anavyofanya mu territoire ya, ya Uvira amefika karibuni mara ine na afike usiku na atoke usiku, anafanya meeting na anafanya ma consultation na madiferente kushi za société civile. Mebaraka Fizi hakuna. Na sisi kwetu tumekamata kama ni miliasio kwamba ni kuzarau watu ni guvenere, kwa sababu sisi raia tuko hapa, bila sisi raia hakuna hata hivyo Albert Tonda maisha amesema kwamba wao kama mashirika ya kiraia Baraka Fizi wametoa muda mchache ili ujumbe toka kwenye government hiyo ya jimbo la Kivu ya kusini kufika eneo hilo ilikuja kusikiliza raia wa eneo hilo la Baraka Fizi. Na ndio kwa sababu tumesema kwamba tunahitaji delegation ya, ya governora ambayo iko vira ifike Baraka kwa muda mfupi, yala ambayo sisi tunahitaji kuongea nao tuiongee ile ambayo wataambia raia kuhusu usalama maendeleo, waambie. Haimaanishi kwamba tuache kwanza mambo mingine yote. Saa gisi guvenera amesema kwenye radio, tumesikia, tuache mambo mengine kwanza tupiganishe vita, hapana. Na kama tukiacha mambo yote kwanza, yani hata kulipisha mataksi tuache, tupiganishe vita, kuko watu ambao wako pale kabisa wanapiganisha vita, na sisi pale ni kuchangia. Sasa ni kuchangia mawazo na mambo mengine, haimaanishi tubakie kufanya maendeleo, watu hawatakula kwa sababu eh, M23 iko Bukavu, iko kama nyola hapana. Watu hawatashindwa kujenga kilalo kwa sababu M23 iko kama nyola hapana. Inaomba tujuru watu waendelee kutumikia jua wa security na jua maendeleo, na ndio kwa sababu kibarua tulisema kwa muda mfupi, tunaomba delegation ya gouvernorat ifike Baraka ifike Fizi, bila vile mashirika kiraia na mvumasi toaye zote zimesema na tumesema kwamba taxes za province hazitalipwa hapa Fizi hapa Baraka, ili tuyue 30000 dolari ilitembea. Je, lampadere elfu moya ambayo zilisema ziko tayari ziko na kama zimebakia mwa entrepot moya kule Bukavu, atwambie tunahitaji kujua ile yote. Baraja ya malicha iliishia wapi? hatujui hata kama sema, oh, vita, vita. Tuyue tuyuek okay. Hii vita tulikwesha kuwa hapa, hapa, hapa. Haina shida, lakini hapana kufika kurudia na hatujue nini kinachoendelea na ile ndio lengo ya ile barua, sio barua mbaya. Na tumesema kwamba zile pesa za gouvernement provincial, ile mataxi yote kama delegation provinciale ikukuya, hazitalipwa kwenda kule. Wazalendo zitasaidia effort de guerre, watoto wetu zitawasaidia kule muplene, zitasaidia wake zao, ili zile pesa zikuwe naingia nazo muile effort de guerre ambayo iko nafanyika na province, kwa sababu wao wanasema hakuna vitu vya maendeleo okay. Yende bakia basi kabunambo na sisi yote twende bakia kabunambo, tuwache waraia wa chini waendelee kufanya makazi ingine, na hakuna kulipisha kitu, na wazalendo waendelee kukamata ile mataxi ya province, ili sisi wote twende bakia pale kabunambo, kwa sababu wanasema tuache mambo mingine yote tupiganishe kwanza adui adui kama nyolo sisi yote na guverner na mashirika ya kiraia na wa mere na wa administrateur tweekabo nambo, na pale njoo itakuwa mambo ya kusema kwamba tuachi mambo mengine yote tupiganishe adui. Diplomasi rahisi iko naifanya, wa vita wako napigana vita, na mambo mengine sisi tuendelee kufikiria mambo mengine juu ya maendeleo ya province ya Sidikivu juu ya vile ya Baraka na juu ya teritoire ya Fisi. Wacha tuangazie na habari hizi za milio ya risasi ndani ya mji wa Baraka. Ni kwamba hali ya wasiwasi ilitanda kwa raia wa mji wa Baraka, hasa wale wa eneo la Bandro, kutokana na milio ya risasi ambayo iliyopigwa kwa muda mwingi katika maeneo hayo kwenye muda wa saa kumi na mbili za jioni ya siku ya pili ya tarehe tatu Juni 2025. Risasi hizo zilipelekea wafanyabiashara wengi kupoteza bidhaa zao katika maeneo hayo ya soko hilo ndogo ambalo linapatikana katika eneo hilo. Raia wengi walibaki na wasiwasi wasi mkubwa na kujiuliza ni kipi ambacho kimeweza kutokea eneo hilo kutokana na vile risasi ziliweza kundirima katika muda wa dakika nyingi. Kwa mujibu wa uongozi wa kijeshi ndani ya muji wa Baraka, katika mazungumzo na chaneli yako, wameeleza ya kwamba yote hayo yalitokea pale ambako vikosi vya SNPCC ya Kamanda Amuri William ya kutumba walitaka kumpokonya bwana Kamanda Ekanda Rashidi Dragira silaha zake na waweze kumweka chini ya ulinzi ili aweze kuwekwa kifungoni. Habari hizo zimezidi kutaja ya kwamba yote hayo yanatokana na oda kutoka kwake kamanda Amuri William ya Kutumba, ambaye inasemekana kwamba aliweza kuamuru vikosi vyake ambavyo vyo viko mjini Baraka kumzuia kamanda Dragira na baadaye waweze kumfikisha huko Luvunge. Katika purukushani hizo za kurushiana risasi, mpendwa wa mtazamaji, ni kwamba raia mmoja amebaki na majeraha kwenye mguu wake na kwa sasa hivi anaendelea kupatikana kwenye hospitali moja mojawapo ya mjini hapo Baraka ili kuendelea kupata matibabu. Ila wacha wachatukuambie ya kwamba kutokana na taarifa hizo kutoka kwenye jeshi la taifa FRDC zaeleza ya kwamba vikosi hivyo vya SPCC yake kamanda Amuri William ya Kutumba au kufaulu kumnasa kamanda Dragira ila kuna taarifa zisemazo ya kwamba baadhi ya bunduki zake ndizo ziliweza kuchukuliwa na kikosi hicho cha kamanda Amuri William Yakutumba. Mengi zaidi kutokana na habari hizi endelea kuungana nasi kwenye habari zetu zinazofuata. Wacha sasa hivi tuangazie Kilembwe. Mkuu wa sekta ya Lulenge pa Kilembwe bwana Zawadi Abandelwa Abambe ameomba kwa baadhi ya vikundi vya wazalendo kuachana na tabia ya kuwa napiga risasi ovyo ovyo kwani inakuwa nasababisha vinyume vingi kwa raia wa eneo hilo. Katika maojiano na chaneli yako namba moja, huyo wa sekta ya Lulenge ameanza hapa kuonyesha namna gani hali ilivyokuwa katika siku za nyuma. E, ukili ni kwamba sekta ya Lulenge ni Rio, ya risasi na sababu gani? Sasa, ni... Bamba, niseme hivi, ni... Grupe mbili pace Embo kuko grupe tatu na zote hizo grupe tatu, kuna grupe mbili ambayo walisababisha kupigwa kwa masasi ya uwingi: ni grupe ya 10 na grupe ya ya ya, ya grupe ni grupe na hiyo pia ilichangia hata wengine wenzao grupe ya tatu ya auto defense nao wakaanza, ila hiyo tabia, yana maana kwamba aariere zenye walirigaleme, hiyo ilikuwa masababu; watu wakikataa kulipa hapo matasi masasi zianze kupigwa wakikataa kulipa hapa, inabidi watu wapigwe simbo sana. Yanamaana kwamba raia wa sekta ya Lulenge, kutokana na hizo hizoarier, ndiyo chanzo kubwa ambayo ilisababisha masasi kupigwa kwa wingi. Inawaza wakati tuna siprime na wako wanatusikia e, hata masasi kila siku itaisha. Upande mwingine, mkuu yo kiongozi ameomba kwa wakuu viongozi wa vikosi vya wazalendo badili wazalendo walioko pa Kilembwe kwa sasa na kutuma vikosi vingine eneo hilo. Zawadi Abandelwa Abambe, mkuu wa sekta ya Lulenge, anaeleza yafuatayo. Lakini mimi kama viongozi, naweza kuambia wakuu wa wazalendo ya kwamba ombi langu na la raia mizima ya sekta ya Lulenge ni hiyo kikundi, hivi vikundi vyenye kuwa hapa hapa Lulenge ziondoshwe na watutumie vikundi vingine, tutakuwa tunaleta suluhisho kubwa kwa hiyo matatizo ya raia wa tumekwisha kuendelea kufanya hizo ma plaidoyer kwa seigneur de guerre. Kwa hivi vyote matumaini yapo, sababu jeshi e, kama ideolojia yao wa zalendo ni jeshi la isi eh, wa serikali wa kiraia, yana maana wakati sisi tunasema wanawajibika kuwa wanatusikia sababu wanaichwa ni wa eservise wenye kusaidia jefi lafdc anamaana kwamba wanawajibika kusikia malalamiko ya raia e. Ndugu mtangazaji, acha ni kuambia ya kwamba raia, kama unavyomtambua raia, akisikia mrio wa risasi nishesi e, atetemeke hata na kukimbia koini e, sichuke masasi zenyewe zilikuwa zinapigwa karibu na hospitali general de reference ya Kilembwe, hawezi kubali. Watu wengi walikimbia hata watu wengi wenye walikuwa mwa hospitali wenye pato walikuwa wajalipa, waliprofite kukimbia mwa ile mwa ile janga, na wengi wakaenda, hata hospitali ilikosa kuingiza ile kidogo ambao wanapaswa kuingiza, donc dans le sens negatif, ili ilikoze madega za mingi huko Misisi. Ni kwamba vyombo vya usalama vinavyoendesha doria usiku pa Misisi vinashutumiwa kuendesha vitendo vya unyanyasaji kwa raia wanapokuwa katika kazi yao ya kila siku ya kuendesha doria. Kulingana naye mkuu kiongozi wa shirika la raia katika eneo hilo pa Misisi ameeleza ya kwamba ni mshangao mkubwa kuona vikosi vya askari jeshi wa taifa FRDC, askari polisi, kwa ushirikiano nao wazalendo, wanaokwenda kwenye doria wanapita kwenye milango ya maduka, wanakwenda wanakongoza pesa kwa kila mlango wa mfanyabiashara kwa kudai ya kwamba ni pesa ya FRDC kiongozi huyo wa shirika la raia amewataka viongozi wa askari jeshi wa taifa FRDC askari polisi pamoja na wazalendo kuvalia njuga swala hilo kwa kutokomeza moja kwa moja vitendo hivyo ambavyo ni unyanyasaji mkubwa kwa raia. dunia Dumsi Floribe, kiongozi wa shirika la raia hapa Misisi, anaeleza afuatayo: kuja hapa kwenye redio kuja kuongelesha raia wa Misisi na kandokando, kulingana na comportement ya mubaya sana ambayo iko deplore de la part ya bapatruyer donc police wazalendo FRDC, hali ambayo wanakuwa wanaitumika patrui inakuwa mbaya tena mbaya zaidi kwa upande wa raia. Mbele walikuwa wakikutana na mtu lazima waweze kumzuia, wamnyanganye pesa, wamnyanganye telefone Tulifanya denonciation ku ngambo ya polise, ku ngambo ya FARDC na ku ngambo ya wazalendo pia. Tukaonesha comportement za kufungana vibaya, tukavifanya madenonciation. Leo wanachanger uh, systeme stratégie, wanakuwa naenda na Kongo, donc enakuwa comme obligatoire, kila wakiingia mpatrouille wako wanaenda wanafanya kolete kukila aktivité commerciale zeziko kumabarabara notama buma zembule, buma butike, buma kafetaria, donc partout kwenye kwa aktivite wakati ile banapita mpatrouille ifo baende banafanya collect ile kitu atujui inatokana na nini. Basi tulijaribu kuongea na wakuu viongozi wa polisi, wakasema wenyewe wanalaani wana hivyo vitendo, kiasi kwamba viishe na viteketee hivi. Kwa ushahidi labda tosha, walifunga baadhi ya wamoja ambao ni wa polisi waliokutaniwa katika hivyo vitendo. Ivo tunapeleka appel non seulement kuba raia mais aussi ku bakubwa ya bazalendo, bakubwa ya polisi, bakubwa ya FRDC, bakuwe banakokota jeshi lao masikio wakati wa patrui, na waache wawakanye kabisa, wasianze kufanya patrui haiko kwenda na kongola. Unapofanya patrui, unafanya ni kazi yako ambayo iko rekoni na gouvernement, haiko effort de guerre. Effort de guerre inajulikana jinsi gani inavyo inavyokongolewa sisi ndo tunajua jinsi gani effort de guerre iko nakongolewa muniveu na mudimansio zote. Kwa hiyo wakuu, viongozi wakokote askari jeshi wao masikio, mezosi raia, bapatruyeri bakifika kwako aseme bakukongole franka juu bako mupatru, usipane hata sanfra. Usipane san fra. Hiyo tunaisema wazi, na muisikie raia, atakaisikie ambie mwengine. Tuendelee na habari zetu kwa siku ya leo. Wacha tuangazie habari za huko Fizi. Shirika la raia katika tarafa ya Fizi linaendelea kuomba serikali kuu ya Kinshasa kupitia wizara yake ya uchukuzi na mawasiliano kuregeza kamba juu ya hatua iliyochukuliwa ya kufunga bandari na vivuko visivyo vya lali kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake mwanasheria Jacques Alimasi mkuu kiongozi wa muundo huo katika tarafa rafizi ameonyesha hapa kilicho wasukuma wao kuandika kibarua hicho. Tumekwenda kuandika kibarua chetu tangu mwezi ambao umepita mwezi wa tano, tariki makumi mbili, na kibarua chetu tumekiandika kufatana na kibarua ambacho eh, ministre wa Uh, transport et voie de communication aliandikia ministre wa uh, affaires coutumières uh, intérieur et sécurité wa nchi yetu ya Congo, kwa ajili ya kufunga zile ambazo tunaita por na poste da costage katika nchi yetu ya Congo, na uh, tarafa letu la Fizi uh, ambalo linapatikana kandokando ya Uh, ziwa Tanganyika linakuwa hivyo hivyo na por na maposte da costage, na ndio kwa maana tumeona tuandikie mkuu ministri kuangalia nini anaweza akafanya, ili ageuze lile swala ile maporo wala maposte da costage zisifungwe katika tarafa letu la Fizi. Nitakwenda kujua kwamba miaka ambayo inapita mpaka kwa leo, uh, tarafa la Fizi alina barabara ile ambayo tunaita route nationale numero 5. Kwa sasa ni barabara ambayo inakufa, gari kupita ni vigumu. Tumeona uh, ziwa Tanganyika limepanda sana na limefanya hadi barabara hilo kuharibika sana, na hakuna msaada wote ule ambao unakuja kwa ajili ya kutengeneza hiyo barabara. Pamoja na hayo kiongozi huyo ameongeza kuwa madhara ni mengi, ikiwa kweli sheria hiyo itatekelezwa, hasa katika eneo la Fizi Baraka, ambako usafiri wa barabara unakuwa ni shida kwa raia. Mwanasheria Jacques Almasi amerejea mara tena, tunabakia na njia moya ambayo inasaidia raia wa tarafa la Fizi ni njia ya maji. A, watu wanasafiri kupitia a, boti na kupitia hata maili fulani fulani, e, vitu vya biashara kwa sasa vina vinabebwa kupitia njia hiyo ya maji. Hivyo hivyo utakwenda kujua kwamba hata dawa ambazo tunatumia katika tarafa la Fizi zinapitia kwa njia ya maji, kwa kukosa njia ya barabara. Wagonjwa ambao wanatoka katika tarafa la Fizi wanapita katika njia ya maji, wale ambao wana inawajibika kupata matunzo eh, ya kiafya ambayo inakuwa ya kialali, ni kupitia katika njia ya maji. Hivyo vinyume vyote, wakati wanaweza wakafunga hizo port na poste da costage Mkongo na particulierement territoire ya Fizi, hivyo vinyume vyote, uh, ni raia ambao wataendelea kuangaika, maisha yatakuwa magumu sana na ndio kwa maana tumeomba kwa wakuu viongozi waangalie e, warevoir ile decision yao ambao walikuwa na kamata e, ili kwa kuavantage territoire ya Fizi iemerge davantage kwa kipindi hichi ambacho watu wanaendelea kupitia maisha magumu ya vita. Tukamilishe habari zetu kwa siku ya leo na habari hizi za huko Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi ametikia wito wa mpinzani wake Martin Fayulu wa kutaka mazungumzo ya ana kwa ana kwa ajili ya kutafuta suluhisho ya mzozo usalama, wa kiusalama unaoendelea kuripotiwa nchini humo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa huko Mashariki. Mwenzetu Izakye Mulucha Ashibe amepekua magazeti na hii hapa ni ripoti yake. Mpinzani Martin Fayulu katika hotuba yake ya siku ya kwanza ya wiki tunayo aliomba kuonana na rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo Felix Antoine Chisekedi ili kuendesha mazungumzo ya ana kwa ana. Chisekedi kwa niaba yake alitaja ya kuwa tayari kuongea na kinara huyo wa chama cha sid Bwana Martin Fayulu madidi kwake. Msemaji wa serikali ya DRC Patrik Muya alisema hatua ya Martin Fayulu ni ya uzalendo ambayo inalenga kumaliza vita vya AFC m 23 inayosapotiwa na nchi ya Rwanda. Akizungumza na vyombo vya habari mnamo siku ya pili hii, Muya alikumbusha ku wakati wa kuapishwa kwake rais Tshisekedi alitaja kuwa tayari kutumika na kila mkongomani. Hapa namnukuu, hatua ya mheshimiwa Martin Fayulu ni ya kizalendo. Katika kipindi hiki tunahitaji watu wenye uzalendo ndani yao ambao wataanzisha harakati ya kumaliza hali hii ambayo Rwanda inashurutisha Kongo kuishi ndani kwa malengo yasiyo na msingi. Rais wa nchi alikuwa wazi juu ya utayari wake wa kutumika na kila mkongomani kwa lengo la kulinda nchi tuliyoachiwa na mababu zetu, kuanza mipaka ya ukoloni hadi sasa. Alisema hayo Patrick Muyaya. Katika ujumbe wake wa video, mwenyekiti wa chama cha ECD alikumbusha Felix Tshisekedi jukumu la kutokubali vijana wa sasa kuja kujuta kwa kuona nchi isiyo na umoja huku akiomba kuonana na Tshisekedi si kwa kujipendekeza, bali kwa kutafuta mazungumzo ya ana kwa ana yasiyo na kuwazihana ya kupana rushwa, ila ya uzalendo kwa ajili ya kupata suluhisho imara kwa ajili ya mgogoro unaoendelea kwa sasa nchini bila kusubiri. Rais wa nchi Felix Tshisekedi alisapoti uzalendo wa Martin Fayulu na kujituma kwake katika kutafuta umoja wa kitaifa kwa namna hiyo alieleza kuwa yuko tayari kukutana na Fayulu ili kuokoa inchi na madhara yanayoweza kudhikumba taasisi zetu na inchi yetu kwa ujumla. Alimaliza tena salama msemaji wa Felix Tshisekedi mbele ya gazeti la habari la Actualite CD. Naam, mpendwa mtazamaji wa, mtaza wa Sauti Yangu TV na kupitia hapo ndipo tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Tunakusii mara tena usikosi kulike kushare na kusubscribe ili uwe wa kwanza kuendelea kupata habari zetu, matukio pamoja na vipindi ambavyo vinavyoelimisha. Tunakutangazia matangazo haya kwa muda huu kutoka mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Sina la ziada, tukutanane baadaye panapo majaliwa.